Na munasikia siasa inaendelea pale juu. Mimi nimesimama imara kwa chama cha ODM, na ODM sasa tuna mdudu ameingia ndani, mdudu ameingia ndani, anataka kununua watu wetu, ati mambo ya pesa, kuja pesa, pesa, pesa, pesa. Mimi nimekataa hiyo vitu mimi niko upande wa wananchi wa Kenya si ndio? Mheshimiwa, yeah. Ruto ako na chama yake inaitwa UDA iye yeah. Afanye mambo yake ya UDA, asituingilie ndani ya ODM. Sisi hatuwache, sisi watu wa ODM, hata kama baba alienda alituwachia chama ya ODM, tutasimama imara hapo ndani. Na mimi wanasema achihuo mimi niende kwa Ruto nini, mnataka niende kwa Ruto? Wale wanasema niende kwa Ruto wanataka mmwebebe mkono, wale wanasema hawataki kwenda kwa Ruto, beba mkono. Mimi nimekataa kwenda kwa Ruto kwa sababu hawaliongeza ushuru, na mliona mi nikitembea hapa nikipinga mambo ya kuongeza ushuru. Wameongeza ushuru, bei ya vitu imeongezeka. Wanakata watu pesa inaitwa sha hiyo shaa, inafanya kazi ati? Wanakata watu pesa inaitwa housing. Wale walimu, wale madaktari, mnakatwa pesa iyo, manyumba wanajengea nani? alafu sasa wamekusanya hiyo pesa wanakuja kununua viongozi, ati mbunge ako wapi? Chukua pesa, gavana yuko wapi? Chukua pesa, sijui senator yuko wapi? Chukua pesa tuanze kuimba tuta. Mimi nimesema nitasimama imara upande wa wananchi wa Kenya. Tuko na mheshimiwa Edwin Sifuna, mheshimiwa Babu, mheshimiwa Orengo. Sisi tumekataa kununuliwa, tutakuwa na nyingi na kesho. Tuko na mkutano kubwa kule Nairobi Kaangwani hatutatamani nchi yetu iharibike kwa sababu baba alienda, sasa chama yake isambaratishwe, mipango yake yote isambaratishwe. Ati sasa hata wanadanganya mama, wanataka kupatia yeye kazi ati ya kuwa ambasada. Mama Aida alipita kuwa ambasada kitambo, na mi nashukuru leo mama amekataa hiyo kazi. Watu wangu, msimame imara, watakuja hapa wanamue watu kula hiyo pesa. Ukijua ile ni pesa ushuru wako, ambayo ulitoa ushuru, ambayo wanakunyanyasa, bei ya vitu iko juu. Mimi nitasimama imara, watu wangu wa Luanda, watu wangu wa Viiga.